Bwana Yesu asifiwe, mwana Nazareti, nipende kuchukua nafasi tena kukukaribisha na katika jumuiya ya, ya Nazareti. Naomba hapo ulipo uchukue kitabu cha Tumwabudu Mungu na Biblia yako na notebook yako tunapokwenda kuanza ibada ya siku ya leo. Tufumbe macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu tuna kila sababu za kusema asante, kutupa neema tena nyingine kuiona siku ya leo. Tunaomba Bwana ukaanze nasi umalize nasi katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, ninaomba ufungue kitabu chako cha tumwabudu Mungu ukurasa wa mia mbili hamsini ukurasa wa mia mbili hamsini ukurasa wa mia mbili hamsini tunapokwenda kuanza ibada yetu ya siku ya leo, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, tutaenda kwa kuimba kwa kupokezana. Bwana, unifumbue midomo yangu, na kinywa changu kitanena sifa zako. Bwana, unikumbushe kwa neema yako, unijili kwa wokovu wako. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na iwe sasa na siku zote na hata milele na milele. Amen. Njoni tumwimbie Bwana, tumfanye shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanye shangwe kwa zaburi. Joni tuabudu tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana letumba ingekuwa hili leo, msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Tunapokwenda kujiandaa kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu, tutaimba nyimbo namba kumi, nyimbo namba kumi. Bwana anakuja Bwana nakuja, twendeni kumlaki Bwana Mungu wa majeshi. Iwasheni mioyo, tukampokee huyo mwenye utukufu. Karibu Bwana njoo, karibu Bwana njoo. Jo shinda pamoja nasi. Tufumbe macho tuombe. Baba, tunakukaribisha mahali hapa katika ibada yetu ya siku ya leo. Tunakuomba Bwana, tunakuita mahali hapa kama tulivyoimba kwa vinywa vyetu karibu Bwana, njoo mahali hapa, Bwana. Neno lako nasema, kutanapo awili watatu kwa jina lako, hapo katikati yetu ukashinde nasi, pamoja nasi Bwana, katika ibada hii na katika siku hili la leo la Jumamosi, Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu na zeti. Kaseme nasi kwa lugha nyepesi kupitia ujumbe wa neno lako katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu na zeti. Fungua akili zetu tukapate kuelewa na maandiko na kuweza kuyatendea kazi Amen. Siku ya leo tutakwenda kujifunza somo. Kichwa cha somo kinasema siku ya mitende. Yesu aingia Yerusalemu kwa shangwe. Siku ya mitende. Yesu aingia Yerusalemu kwa shangwe. Tutasimamia ndiko kutoka kitabu cha Yohana mstari wa kumi na mbili sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na nne. Yohana kumi na mbili mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na nne, nitasoma kwa msaada wa Bwana. Nayo siku ya pili yake watu wengi waliojia walio, walio sikukuu walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu wakatoa matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki, wakapiga makelele Hosana, ndiye mbarikiwa ajae kwa jina la Bwana, ajae kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Naye Yesu alikuwa mepata, amepata amepata mwanapunda akapanda kama vile ilivyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kama tulivyosikia kwamba kichwa cha somo kinasema siku ya mitende Yesu aingia Yerusalemu kwa shangwe. Siku ya mitende Yesu aingia Yerusalemu kwa shangwe. Maandiko anasema katika hiki kitabu cha Yohana kumi na mbili mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na nne nayo siku ya pili yake watu wengi walioijia, walio, walio sikukuu, walisikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha yetu tuna sikukuu nyingi. Sikukuu ni sherehe, sherehe nyingi sana Tuna sherehe za vipaimara, tuna sherehe za ubatizo, tuna sherehe za ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna sherehe nyingine za sherehe za mavuno, zote ni aina za sherehe. Biblia inasema, nao siku ya pili yake watu wengi walio Ijia sikukuu walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Walioijia sikukuu, kulikuwa na sikukuu ambayo kulikuwa na sherehe ambayo ipo kwa siku ile, na ndio maana nikaanza kukupa picha. Katika maisha yetu tuna sherehe nyingi, lakini hao, wapendwa, katika sherehe walisikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Yesu anakuja Yerusalemu, na katika sherehe zetu mara nyingi tunakuwa na kujua watu gani wanaokuja katika sherehe, na ujio wa kuja watu unatupa picha juu ya namna gani ya kufanya maandalizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu walijua ya kwamba, hawa watu walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Na maandiko yanasema ya kwamba imani huja kwa kusikia, kusikia kutokana na neno la Kristo. Ukiangalia katika kitabu cha Walumi kumi mstari wa kumi na saba waliposikia hao watu kipindi wanakwe, wana, wana, wana, eh, kipindi hao watu wengi waliokuwa wana, wali, wali wanaijia hiyo sikukuu walisikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Kwa hiyo kusikia kwao kulikuwa sio kusikia kwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Walijua kwamba ujio wa Yesu sio ujio sawa sawa na mijio ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. Na yamkini katika sherehe yako ulisikia kwamba kuna mtu fulani atakuja, ulisikia kwamba kuna mgeni fulani atakuja na katika ujio wake ukapata picha juu ya mambo gani atakayofanyika, kwa sababu ya kitu alichokibeba, kwa sababu ya uwezo aliyobarikiwa kuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ujio wa, wa, wa, wa mgeni katika sherehe yako inakupa picha juu ya mambo yajayo yatakayofanyika kutokana na ujio wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma mstari wa kumi na tatu unasema wakatwa matawi ya mitende wakatoka nje kwenda kumlaki. Walijua uji wake sio wa kawaida, ndio maana wakaenda kumlaki. Kadhalika tawe katika sherehe ambazo ya, yamkini umeandaa au umealikwa, kuna namna fulani ya maandalizi yanayofanyika kulingana na neema ambayo Mungu ameiweka ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulingana na neema ya Mungu aliweka ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana katika maisha. Sasa hivi hatuwezi tukamwona kama Yesu kama kipindi hicho alivyomwona Yesu, lakini sasa hivi tunaona juu ya mialiko ya watu wanaoalikwa kwenye masherehe, mialiko ya wa watu wanaoalikwa kwenye masherehe inakupa picha yule mtu anaoalika, ya kwamba anaalika uwepo wa Yesu katika sherehe, au kama aliki uwepo wa Yesu katika sherehe, basi anaalika uwepo wa shetani katika sherehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwenye sherehe anaoalika watu, aswa wale wageni rasmi, inampa picha zaidi ya kwamba anaalika uwepo wa Mungu au anaalika uwepo wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Ujio wa watu wanaokuja katika hiyo sherehe inakupa picha juu ya uwepo wa Mungu au uwepo wa shetani Haleluya. Haleluya. Na maandalizi pia yanakupa picha, au watu walikatwa maandiko wali, wali, wa, wa, wa, anasema wakatoa matawi ya mitende wakatoka nje kwenda kumlaki. Maandalizi kwenye sherehe kunakuwa na maandalizi. Maandalizi yanakupa picha juu ya mtu anaokuja katika sherehe. Bwana Yesu asifiwe sana, na hapa ninaongelea juu ya maandalizi ya rohoni. Unaposikia kwamba katika sherehe anakuja Yesu Kristo katika sherehe yako, yamkini ni andoa, ya ndoa, yamkini ni ya kuzaliwa, yamkini ni ya ubatizo Yamkini ni ubarikio. Maandalizi yanakupa picha ya kwamba ni nani aliyoalikwa katika hiyo sherehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandalizi, tunaposikia habari za maandalizi tunabidi tuandae mioyo yetu. Tunaposikia kwamba Yesu anakuja katika eneo fulani, katika kazi yako, katika huduma yako, katika biashara yako lazima ufanye maandalizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandalizi yao ni ya kutakasa moyo wako, kutakasa fikra zako, kutakasa mwenendo yako, ili anapofika mahali hapo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai akafanye kitu kipya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaonaga hata wageni wanapofika katika nchi yetu kutoka nchi mbalimbali kulingana na status yake inatupa maandalizi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakumbuka ujio wa Obama katika nchi yetu ya Tanzania, mpaka barabara zilipigwa deki, yakafanyika maandalizi makubwa ambayo sio kawaida, ni tofauti na wageni wengine wanapofika. Kwa hiyo mgeni wowote anaofika, maandalizi anakupa picha juu ya mgeni anokuja ni wa aina gani, ni waadhi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! sembuse ugeni wa Yesu Kristo ambao unakuja kwako, ni unabidi ufanye maandalizi zaidi ya ule ugeni wa, wa, wa mwilini. Na maandalizi haya sio mengine mpendwa, mwana Nazareti, bali ni maandalizi ya kuandaa moyo wako Yesu Kristo anapokuja kwako katika sherehe, yamkini ni sherehe, nimejaribu kupa picha nyingi sana, yamkini ni sherehe ya ndoa yamkini ni sherehe ya kumbukumbu kumbu ya ndoa. Yamkini sherehe sherehe ya kipaimara kwa mtoto wako. Yamkini ni sherehe ya ubatizo. Yamkini ni sherehe ya kupata kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini ni sherehe ya sikukuu ya, ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya maandalizi ndani ya moyo wako, ili anapofika pale aweze akatimiza lile kusudi la Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana! Haleluya, haleluya bwana Nazareti. Haleluya, haleluya. Kuna sehemu moja ambayo tulifanyaga sherehe na watu wengi, mnaweza kuwa mashahidi. Sherehe yote maandalizi yanayofanyika yanajenga picha juu ya maisha ya wao ambao wanaandaa hiyo sherehe, haswa ule mhusika ile sherehe, maandalizi yanajenga yana reflect maisha yake ya baadaye. Unapofanya maandalizi ambapo hakuna uwepo wa Yesu Kristo katika hayo maandalizi, mara nyingi maisha yanakuwa yanaenda vile vilevile, kulingana na kitu ulichokifanya pale. Yale maovu yote ambayo yamefanyika pale. Yana, acts, yana affect yale maisha, hasa kwa wale wahusika. Unaona, kuna sherehe ingine yanatokaga mapigano, sherehe nyingine yanazuka eh, mambo ya uzinzi Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, haleluya. Sherehe nyingine zinazuka mambo mengine ya, ya, ya ushirikina, umomo kwenye masherehe. Bwana Yesu asifiwe sana, kutokana na kutokuwa na uwepo wa Yesu Kristo katika hiyo sherehe. Ukiendelea anasema kwamba wakapiga makelele hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana mfalme wa Israeli wakapiga kelele. Tunajua katika sherehe mara nyingi tunakuwa na shangwe eh, tunakuwa na shangwe, lakini zile shangwe zinakuwa zina affect, zinatoa taarifa juu ya juu ya sherehe hiyo, kuna uwepo wa Yesu Kristo au kuna uwepo wa shetani kwenye sherehe. Lazima kila sherehe lazima kuna, kuna kuwa na kelele za shangwe Yamkini kuna mziki fulani umepigwa eh, watu wanashangilia. Yamkini kuna kuna kuna kutoa zawadi watu wanashangilia. Yamkini kuna kuna kuna namna fulani ya vyakula ambavyo vinawekwa pale, eh, kuna vinywaji ambavyo vinawekwa hapo, watu wanashangilia. Unapata picha juu ya kujua kwamba kwenye sherehe kuna uwepo wa Yesu Kristo au hakuna uwepo wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao walipiga kelele wakisema kwamba usana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana mfalme wa Israeli. Haleluya. Haleluya, haleluya. Okay, ukiendelea zaidi asema, na Yesu alikuwa amepanda mwanapunda akapanda kama vile ilivyoandikwa. Mwanapunda punda ni mnyama mpole, na Yesu Kristo ni akiwakilisha kwamba ni mfalme wa amani. Kwenye upole kuna kuaga na amani. Mfalme wa amani amekuja kuleta amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini kuna mambo ambayo yamekaa vibaya kwenye maisha yako, ujio wake Yesu Kristo anakuja kufanya amani. Yamkini ni mgonjwa, ule ugonjwa, kwa kuja kwake anakuja kuondoa ugonjwa Yamkini una shida katika ndoa yako, kutokana na sherehe uliyoifanya ikafungua malango ya magonjwa, ikafungua malango ya kuharibika kwa hiyo ndoa, ikafungua malango ya shida na changamoto mbalimbali. Yesu Kristo anakuja, anakuja tena kwako kwa mara, yamkini mara ya, yamkini mara ya kwanza anakuja kwako tena ili kuweza kufanyia amani katika iyo ndoa, ili kuweza kufanya amani katika familia yako kwa watoto wako, kwenye ofisi yako, kutokana na sherehe ambayo umeifanya na ukamkaribisha Yesu Kristo. Yamkini ulivyofanya mara kwanza kumkaribisha, this time ninaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu, unapofanya hiyo sherehe umkaribishe Yesu Kristo ili aweze kukupatia amani katika sikukuu au kumbukumbu la sikukuu ambayo utakuwa unafanya. Yamkini ni ndoa yako, yamkini ni watoto wako, yamkini kupata kazi, yamkini ni sherehe yako ya kuzaliwa. Mkaribishe Yesu Kristo katika she Bwana Yesu asifiwe sana, huku ukiwa tayari umeshafanya maandalizi ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nimepata neema ya kuhudhuria sherehe nyingi, na huwa mara nyingi nikihudhuria, huwa kuna namna fulani napata kujifunza vitu fulani na vitu fulani ah, na unapoona mambo aende vizuri, moyoni unasikitika sana, moyoni ninasikitika sana haswa yanapokwenda pasipo kujua kwamba kuna uwepo wa Yesu Kristo katika hiyo sherehe. Ah, inajenga picha juu ya msingi mlaoweka kwenye maisha ya baada ya hiyo sherehe, inaweka picha. Maana kama msingi ikiharibika, mwenyake atafanya nini? Hatakosa cha kufanya, ila atafanya kitu ambacho sio sana mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, mwana Nazareti, haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni vyema zaidi tumombe Mungu atusaidie katika kipindi hichi tunapoelekea, uh, tunapoelekea kipindi hichi cha sikukuu ya mitende uh, tumkaribishe siku, siku ya mitende uh, tumkaribishe Yesu Kristo katika familia zetu, tumkaribishe Yesu Kristo katika kazi zetu, tumkaribishe Yesu Kristo katika biashara zetu tumkaribishe Yesu Kristo katika malezi ya watoto wetu, ili tuweze kuona mapenzi yake kitumia sawa na vile ambavyo imekusudia kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tunasikia hata tulisikiaga habari za takwimu nyingi ya ndoa kuvunjika lakini ukifuatilia katika zile ndoa zilizovunjika, mara nyingi sana kunakuwa hakuna karibisho au uwepo wa Yesu Kristo katika zile ndoa. Tunaona hata kwenye mambo mengine ya upatikanaji wa kazi, watu wanasherekea kuhusu kazi wanazopata, namna fulani wanavyosherekea hizo kazi, wanasherekea kinyume na mapenzi ya Mungu, na mwisho wa siku anashangaa kwenye kazi, anashindwa kudumu kwa muda mrefu, anakaa muda mfupi, unashangaa anafukuzwa kwa sababu ya ulevi, unashangaa anafukuzwa kwa sababu ya mambo ya kishirikina. Ni kwa sababu katika sherehe ile aliyoifanya kwenye swala la kupata kazi hakumwalika Yesu Kristo, na Yesu Kristo yupo mlangoni, anagonga hodi pale unapokaribia kwenye swala la sherehe la sikukuu ambayo umeguswa ndani ya moyo wako kufanya, yupo mlangoni anagonga hodi, anahitaji ukaribishe uwepo wake, ili aweze kukusaidia. Unapoweka msingi hapo, ni msingi imara. Bwana Yesu asifiwe sana katika maisha yako, baada e, ya hiyo sherehe. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, mwana Nazareti. Ninakumbuka kuna sherehe moja nilialikwa. Ya, nilivyoalikwa katika hiyo sherehe uh, huyo kijana yeye hakuwa mkazi wa Dar es Salaam, lakini alihitaji ifanyike Dar es Salaam. Sasa, unaweza kuelewa ukiwa umepewa ukiwa unait, kama ni mlezi uh, ukiwa ni mlezi alafu kuna kijana ambaye ndugu yako anahitaji afanye sherehe Dar es Salaam. Na fahamiki inakuwa ni changamoto sana. Lakini katika ile sherehe nilikuwa nili, nili ni mmoja wa mjumbe na nilishiriki vile vikao ah, nilivyosikia juu ya situation hiyo, niliingia kwenye maombi, niliomba sana na kikao kilienda vizuri, kilienda vizuri kile kikao na niliomba. Na kuna baadhi ya watu ambao hawakujua kama kuna kikao cha harusi, ila aliweza kufika na wakasikia kwamba tukijua kama kuna kikao cha harusi, kama mmoja wapo alisema hivyo. Lakini pia nilikuwa nikiongoza kwa maombi katika vile vikao, nikiomba sana, na Mungu ni mwema, watu walitoa michango na ile sherehe ikafanyika vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana, niliomba ili mapenzi ya Mungu yatimie, na ni kweli tukaombea na wale watu ambao wanahusika katika kutoa hiyo michango bariki kazi zao, kwa tunapita kipindi kigumu kidogo cha hali ya hewa mambo ya korona. Tuliomba sana, niliomba sana jua swala hilo, na watu walijitoa kwa moyo wote, na sherehe ikafanyika pasipo yule kijana kujulikana. Bwana Yesu asifiwe sana, pasipo yule kijana kujulikana, pasipo yule kaka kujulikana na watu wengine wa Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwaminifu, ukimwamini yanafanya. Anafanya, anafanya. Kwa hiyo ni ku, kushauri, mpendwa, sherehe yoyote unaofanya sikukuu yoyote mkaribishe Yesu. Yupo mlangoni anagonga hodi, ili aweze kukuimarisha zaidi kiroho na kukuanzisha ukurasa mpya maisha. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu na zaiti Amen. Tunapokwenda kuendelea na ibada hii, tunaomba tufumbe macho, tuombe tushukuru kwa ajili ya ujumbe neno la Mungu. Baba, nina kila sababu za kusema asante kwa ajili ya upendo wako na fadhili zako. Tunaomba Bwana, kama walipokwenda katika siku kuu na wakasikia habari za ujio wa Yesu tunaomba na si Bwana, tunapoelekea katika sherehe mbalimbali ambazo huwa tunazifanya kutokana na desturi zetu, tunaposikia habari za Yesu kugonga mlango katika hizo sherehe, tukapate kumkaribisha. Tukapate kumkaribisha kwa shangwe, kwa maandalizi ya mioyo yetu, ili tukapate kuona mapenzi yake yakitimia katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu Abou, fungua kurasa wa mia tatu hamsini katika vitabu vya Tumwabudu Mungu. Bwana unifanyie miguu yetu njia zako za kunyooka, neno lako litongoze kokote takapokwenda, toka mawio ya jua hata machweo yake. Jina la Bwana usifiwa. Sala ya kimya. Amen. Naomba tusome maandishi ya kurasa mia tatu hamsini na tatu maandishi meusi hii ya sala na kushukuru. Eh, Baba yangu wa mbinguni, kwa jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristo, kwa kuwa umenilinda usiku na kunizuilia maumivu na hatari zote, na kuomba unilinde hata mchana huu wa leo nisikose njia yako wala kupatwa na maovu. Unipe kukupendeza na matendo yangu. Mwenendo wangu uwe mzuri wani mwili wangu na moyo na vyote ni nilivyo navyo na viweka na mkononi mwako. Malaika wako mtakatifu awe pamoja nami, shetani asilishinde. Amen. Sala Bwana, Baba yetu le mbinguni, jina lako litukuzwe, falme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni, tupelewe riziki yetu, tusamee makosa yetu kama nasi tusamee tukosea. Usitie majaribuni muovu, kwa kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Kinywa changu kitajazwa sifa zako na heshima yako mchana kutwa. Bwana Mwenyezi na mwenye rehema, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu atubariki na kutulinda. Amen. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae sisi sote. Amen. Mahali ni pazuri ndugu wanapoka wakipatana vema na wakipendana wakipatana vima na wakipendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu katika jumuia ya Nazareti, nichukue ichukue nafasi ku kukumbusha muda wa kutoa sadaka, mwisho ni saa sita asubuhi. Mungu akubariki sana. Na namba ya mweka hazina wetu ni 0758558047. 0758558047 utaiona kwenye screen hapo. Nikutakie siku ya baraka, siku ya amani. Amen.